Shirika la ndege la Ethiopian Airlines limesaini makubaliano na kampuni ya Panasonic Avionics Corporation, ambayo ni wasambazaji wakuu wa suluhisho za burudani na uunganisho ndani ya ndege duniani, kufunga mfumo wao wa burudani ya Astrova kwenye ndege mpya za Boeing 777X za shirika hilo. Astrova itafungwa moja kwa moja kwenye ndege mpya nane za Boeing 777-9 ambazo shirika la kitaifa la Ethiopia limeagiza, ambapo ndege ya kwanza inatarajiwa kuanza kazi mwaka 2028. Makubaliano haya yanaonyesha dhamira ya Astrova ya Panasonic Avionics barani Afrika na kuangazia maono ya muda mrefu ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines katika kutoa uzoefu wa kisasa kwa abiria wake. Fleet yetu mpya ndege aina ya Boeing 777 inaashiria hatua kubwa katika kuboresha uzoefu wa abiria huku burudani ya kuvutia na ya kisasa ndani ya ndege ikiwa sehemu muhimu. Astrova ilikuwa chaguo la asili kwa Ethiopian Airlines na tuna imani kuwa itabadilisha huduma yetu ya ndani ya ndege kwa miaka mingi ijayo, alisema Mesfin Tasio, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Ethiopian Airlines. Astrova itabadilisha kabisa uzoefu wa wasafiri ndani ya ndege kwa kuwapa abiria mazingira ya kipekee ya burudani. Hii ni pamoja na skrin za OLED 4K HDR10+ zenye ubora wa hali ya juu wa picha za sinema na sauti ya hali ya juu inayotumia teknolojia mpya Bluetooth kutoka Panasonic Avionics kila abiria wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines atakuwa na uwezo wa kupata nguvu ya umeme ya moja kwa moja hadi wat mia moja kupitia USB-C kwenye kiti chao hivyo kuruhusu kuchaji kwa haraka simu, tablet, kompyuta mpakato zinazolingana na vifaa vingine vya kielektroniki katika kila hatua ya safari. Suluhisho jipya la burudani ya Panasonic Avionics lililoko kwenye kiti pia linajumuisha mwangazo wa LED unaweza kupangwa uliobuniwa kuboresha hali ya abiria huku ikiwezesha shirika la Ethiopian Airlines kurekebisha mazingira ya ndani ya ndege ili kuwa ya kuvutia na yenye starehe zaidi.